Naam, assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuhu. bismillahi rrahmani rrahim. Ahl, ahlan wasahlan, wa marhaban bikum ayuha almustamiuna wal mushahiduna alkiram, watazamaji na wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel ya Mponda Media, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa na masomo na vipindi vyetu kiujumla. Leo biidhnillahi taala tutazungumzia tafsiri za ndoto za sauti za wanyama na mazungumzo yao, yani umelala ukaota wasikia sauti za wanyama au wanyama wanazungumza. Kwa mfano ukasikia sauti za punda au sauti za ng'ombe, sauti za ngamia, sauti za kondoo, sauti za simba, sauti za fisi, sauti za mbweha, sauti za za panya, sauti za mbuni na kadhalika. Hii itakuwa inamaanisha nini ndoto kama hizi? <coughs> Kwa hiyo leo biidhnllahi taala tutakwenda kuzungumzia tafsiri ya sauti za wanyama na mazungumzo yao kiujumla, insha Allahu taala, ukiwasikia wanazungumza watakuwa wana maana gani? Naam, tukianza na farasi Tukianza na farasi, wanasema ukisikia kuweweseka suhailul-faras, kuweweseka kwa farasi usingizini, hii inamaanisha ee, nailuhaiba mirajuli dhi sharafin, maana yake hii ni kupata heshima kutoka kwa mtu E, mwenye sharafu, mtu mtukufu, maana yake utapata heshima kutoka kwa mtu mwenye heshima. E, mwenye utukufu, mtu mwenye mwenye usharifu wake. Ukisikia e, kuweweseka kwa farasi, maana yake hiyo, e, ni ndoto nzuri, ni ndoto inayo, inayomaanisha ya e, kwamba utapata heshima lakini ndoto ya pili, wanasema wanahiqul himar, wanahi wanahiqul himar, na mlio wa punda. Mathalan, umelala ukasikia eh, mlio wa punda usingizini, punda yualia ukamsikia usingizini. Hii maana yake wanasema, wanawazuoni ni tashniu min rajulin aduwin wasafihin, maana yake hii ni kuchukizwa yaani unachukizwa na adui. Kuna adui wa kuchukia sana, unachukizwa na adui, lakini pia adui huyo si adui tu, pia ni mpumbavu wasafihi, na ni mpumbavu. Yaani kuna mpumbavu na kuna adui wa kuchukia sana. Wewe unachukizwa mbele ya, ya adui, maadui zako ama mbele ya adui yako, kuna adui yako anakuchukia sana. Naam, lakini ndoto e, ya tatu anasema washahihu lbughul, na mlio wa nyumbu. Mlio wa nyumbu ni yani, umelala usingizini ukasikia mlio wa nyumbu, nyumbu yu alia, eh, ukasikia mlio wa nyumbu, anasema hiyo maana yake ni suubatun ya raha, maana yake ni ugumu utauona wewe uliyeota kuna ugumu utauona katika maisha yako, au katika utafutaji wako katika e, riziki zako, kuna ugumu utauona wewe uliyeota. E, ukiota ukiota wasikia mlio wa nyumbu, unasikia mlio wa nyumbu iwalia, maana yake hiyo sio ndoto nzuri kabisa. Ya yani nne wanasema wa khiwaru sauri na mlio wa ng'ombe. Ukiota umelala usingizini ukasikia mlio wa ng'ombe ng'ombe yualia e, ng'ombe yualia, maana yake hiyo ndoto ni uuu fi fitnatin, kuingia katika fitna. Kuna fitna utakutana nazo, utaingia katika fitna kubwa. Kuna fitna wewe, ima utafanyiwa na watu, ala kulli hali, lakini utaingia katika fitna kubwa kabisa. Mwenyezi Mungu atukinge na fitna. Ukisikia sauti ya nini? Ya ngombe, mlio wa ngombe, ngombe yualia usingizini, umelala ukasikia mlio wa ngombe. Lakini ndoto ya nne wanasema, warigha ul jamal, warigha ul jamal, na mlio wa ngamia, mlio wa ngamia, wa ngamia usingizini unamaanisha safarun adhim kalhaji waljihad watijaratu rabiha watijaratu rabihatun, wanasema wat. Ukisikia mlio wa ngamia umelala usingizini ukaota, wasikia mlio wa ngamia, ngamia yualia usingizini umelala ukasikia ngamia yualia usingizini, hiyo wanasema maana yake ni safarun adhim, ni safari tukufu safari kubwa, utapata safari kubwa kama safari ya, ya, ya, hiji, ya haji mm -hmm. Utakwenda kuhiji, maana yake hiyo ni safarun adhim kabisa. Au jihad, utaenda safari ya jihad, utatoka fi sabilillah, pia ni katika safari safarun adhim. Lakini pia ni tijara tu rabiha, lakini pia ni ni biashara yenye faida, unaweza ukapata faida katika biashara zako ukafanikiwa katika biashara zako. Kwa hivyo ni ndoto nzuri biidhnillahi jalla sana thanauhu. Ukiota e, wasikia mlio wangamia usingizini, lakini ndoto ya sita, was, wanasema wathigha ushat na mlio wa mbuzi. Ukiota wasikia mbuzi walia usingizini, maana yake hiyo ni birrun birrun min rajulin karimin maana yake ni wema utafanyiwa wema kutoka eh, kwa mtu mkarimu mtu mtoaji. Kuna mtu mkarimu sana atakufanyia wema, ukisikia mlio wa mbuzi, mbuzi yualia usingizini, umelala ukasikia mbuzi yualia usingizini, maana yake kuna mtu mkarimu mtoaji atakufanyia nini, wema. Wewe ima atakusaidia atakupa chochote kitu. Manake hiyo ni ndoto ya kheri, ni ndoto njema. Ukiamka muombe Allah tabaraka wataala au Allah jalla thanauhu akujalie, eh, ufanyiwe wema na mtu, mtu mkarimu. wathiqa ushat naam. Ndoto ya saba wanasema wasiyahu lkabshi, wasiyahu lkabshi waljadi, eh, mlio wa kondoo dume alkabsh maana yake ni kondoo dume eh, alkabsh maana yake ni kondoo dume umelala, ukasikia kondoo dume yualia. Waljadi na mbuzi mdogo, umelala ukasikia sauti ya mbuzi mdogo yualia, unasema hiyo maana yake ni sururun, inamaanisha furaha, maana yake utapata furaha. Kama ulikuwa una, una huzuni, basi hiyo huzuni yako itakwisha na utapata E, furaha. Utakuwa ni mwenye furaha biaunillahi jalla thanauhu. e, kwa hiyo asema sururun, maana yake hiyo ni furaha. Kwa hiyo hiyo ni ndoto nzuri, ni ndoto ya khairi. Ukiota ukiamka, mshukuru Mwenyezi Mungu. Ndoto ya nane wanasema wa, wa, wazirul asad, na ukiota e, mungurumu wa simba, wazirul asad, mungurumu wa simba usingizini, umelala ukaota wasikia mungurum, wa munguruma wasikia simba uwaunguruma usingizini, wanasema hiyo ni khaufun min sultanin dhalum. Hiyo inamaanisha kwamba utapata hofu kutoka utapata hofu kutoka kwa mtawala dhalim, utapata hofu kutoka kwa mtawala dhalim wa dhaaul harra. Eh, na mlio wapundajike wa wanasema umelala ukaota wasikia mlio wa punda jike yualia, wanasema hiyo ni tashni'u min khadimi liswi, maana yake hiyo ni kuchukizwa e, kutoka kwa mtumishi mpotovu. Kuna mtumishi anakuchukia wewe eh, lakini huyo mtumishi si katika watu wazuri, ni katika wale wapotovu anakuchukia. Ama mungurumu wa simba, hiyo ni ni hofu kutoka kwa mtawala manake, kuna mtawala wewe unamuhofia, ni dhalimu huyo mtawala, kwa hiyo wewe unamuhofia. Hiyo ndio maana yake mm. Hata kama wewe ni mfasiri wa ndoto, mtu amekufuata akakwambia, bwana, nimelala, nimeota nasikia mungurumu wa simba, basi mwambie wewe, kuna mtawala unamuhofia, lakini wa mtawala pia si mtu mzuri, ni dhalimu mm. Taib, lakini ndoto ya tisia kama sijakosea, wanasema wa sautu babiji na mlio wa fisi. Umelala usingizini ukaota wasikia mlio wa fisi mm. fisi wasaoa wanasema hiyo ni iswabatun, maana yake hiyo ndoto, umelala usingizini ukaota wasikia mlio wa fisi, maana yake utapatwa na shida wewe, hiyo maana yake ni kupatwa na shida iswabatun, tena shida hiyo jariatun Eh, zinazoendelea utapatwa na shida zinazoendelea. Eh, mlio wa fisi, mlio wa fisi wasikia, mlio wa wa fisi fisi usingizini, si katika ndoto nzuri. Umelala ukaota wasikia mlio wa fisi mlio wa fisi usingizini, mlio wa fisi usingizini, manake utapatwa na shida, na hizo shida zitakuwa ni zenye kuendelea. Kwa hivyo muombe Allah Taala aku akukinge fanza fanza dua, fanza dua muombe Allah akuepushe na shida zenye kuendelea, eh, biidhnihi jalla thanauhu.